Sisi kama Jema Auto katika kipindi hiki cha kuelekea mwisho wa mwaka tumejipanga kuwahudumia wateja wetu vizuri, na mojawapo ni kwamba kwa wale waagizaji, wafanyabiashara au mteja, tunatoa punguzo la mpaka asilimia kumi na tano mpaka ishirini kutegemeana na aina ya gari, lakini pia e, gari la mteja linapofika, basi tunalifanyia usafi bure kabisa inaenda kwa mteja likiwa safi, lakini pia tunampatia vile vitu muhimu vya kwenye gari ikiwemo carpets, a triangle, fire extinguisher, hata bima ndogo tunakava bure katika kipindi hiki mpaka mwisho wa mwaka. Kwa hiyo wateja wote ambao wanahitaji kununua magari waje Jema Auto, watapata magari bora safi na huduma rafiki kabisa. Sababu kwenye indastri ya magari tayari makampuni yako mengi, lakini je, unawezaje kujitofautisha na hao wengine? Kwa cha kwanza tukaamua ni kutumia mnada wa moja kwa moja, sababu kwanza sisi kama kampuni tunatupunguzia gharama za kuhold yale magari, yaani tununua magari mnadani tukaenda halafu tuyauze ni gharama. Kwa hiyo tukaona a ah, tulink kama ni chakula kiko shambani, kitoke shambani moja kwa moja kiende kwa mlaji. Sio, kitoke shambani kije nyumbani tukitengeneza, afu tumpelekee mlaji taongeza pali.